Simba kikiwasili uwanja wa KMC kwa ajili ya mchezo uh, wa ligi kuu dhidi ya kikosi cha Singida Black Stars, kama ambapo unashuhudia uh, mnyama huyu hapa nawasili mdogo mdogo uh, hapa kwenye dimba la KMC tayari kabisa kuwavaa Singida Black Stars uh, mnyama ambaye ametoka kucheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Uh, mchezo alioumalizia nyumbani pale uwanja wa New Amani Zanzibar na akapoteza uh, kwa uh, sare ya goli moja kwa moja uh, hatua ambayo ilimpelekea kulikosa kombe la shirikisho barani Afrika. Muda huu uh, akiwa na hasira kali, akiwa na hasira kali, anataka uh, kwenda kumaliza Singida Black Stars. Ushawahi kukutana na Simba aliyejeruhiwa wewe? Huyu hapa huyu balaa zake anaenda kuzifanya leo kwenye dimba hili la KMC dhidi, yeah. E, ya kikosi cha Singida Black Stars e, mnyama mtu kulikweli. Huyu hapa e, ameshawasili kwenye dimba la KMC.